Kwa sababu watu wa Tanga wanajua kupika vizuri sana. Ndio, ndio. um, kama samaki, kama pweza um, papa. Sipendi papa sana, lakini watu wanakula hapa na ugali na wale na nazi na, na, na, na, na dona. Mimi napenda dona, dona ndio <laughs> okay. na wewe? Mimi pia dona eh, marage ya nazi, wali nazi na pilipili pili kidogo kwa mbali ndio, huko ile imekuwa Mtanga. una, unapenda kupika chakula gani cha kitanga um, cha kitanga uh, labda miogo na mnazi hmm. na uono ah, lakini uono. uono unajua uono, <laughs> uono dagaa. Uono kule da ni daga, mchele huku Tanga twaita uono. Ah, kweli we mta na kachumbali ah. ndio <laughs>